Tunatoa wito maelekezo kwa wananchi sasa, wakulima waache kuingiza mifugo yao kwenye skimu hizi. Skimu hizi kama tunapoona zimetengenezwa kwa gharama kubwa sana, bilioni moja si la ndogo. Sasa tukianza kuruhusu tena wakulima waingie kwenye hizi skimu, kwenye mashamba haya, kwenye barabara, tafsiri yake ni kwamba zile fedha tunakwenda kuzipoteza. E, kwa hiyo tunawaagiza wananchi waache waache kuingiza mifugo kwa hizo skimu, lakini pia hata serikali zetu za halmashauri e, kurugenzi na timu yake kusimamia hili jambo e, tulisimamia kikamilifu, ili tuache kuingiza mifugo katika hizi skimu. Hata jana pia tuliona kule, tulikwenda kule sana kuletatizo kama hili. Kwa hiyo limekuwa ni tatizo kubwa, imekuwa ni tatizo kubwa. Na bahati nzuri kwenye hii miradi kuna package ambayo inaonyesha e, tengeneza ma, maeneo ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma ya kunyeshea mifugo kwa maana hiyo mradi huu kadi unavyoendelea kutekelezeka, pia kutakuwa kuna eneo la, la kuwafanya wakulima pia wa, wa, wana sehemu ya kupeleka mifugo yao kwa ajili ya kunywa maji. Nimeona utaratibu uliopo kwa kweli. Maji ni muhimu, maji ni muhimu sana, na wafugaji wanaonekana wanahitaji namna ya kutengewa eneo lao, wasingiliane na wanaolinda e, mm -hmm. Ila ya mkurugenzi DC ni kupongezeni miundo mbinu yake, huko kidogo inahitaji kazi. Mimi niseme tu kwamba kwa niaba ya serikali kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi mkoa wa Kilimanjaro, nasema nimeridhika na hizi kazi zinazoendelea, na kama kuna ambayo yanahitajika yafanywe ya utaratibu kulinda miundombinu kama alivyosema huyu mwenyekiti eh, nafikiri wa wafugaji, sijui wa nani, wa, wa skimu, wa skimu. Wa skimu hii basi, hiyo miundo mbinu ilindwe. rasa alikuwepo awali ambayo wali terminate mkataba. Huyu anakwenda vizuri, kila tunapokuja tunakuta maboresho. Hatua kubwa amepiga ya utekelezaji tofauti, hata na ile advance payment ambayo ameshaipata, amesha, na sisi tumekuwa tukimwambia akamilishe kazi yake kwa wakati basi skimu hii ianze kutumika kwa sababu wanufaika, kama tulivyowasikia, ni wengi, na kata hii ilivyokata Akiria, skimu hii ndio kama uti wa mgongo wa uchumi wa wananchi wa eneo hili, kwa sababu pako very dry. Kwa uwepo wa skimu hii utarahisisha sana, utachangia uh, haraka kwenye shughuli za kiuchumi za eneo hili, kwa sababu eneo hili wengi ni wafugaji. Kwa uwepo wa mradi huu utasaidia sana, kukamilika kwa mradi huu kutaongeza eneo la uzalishaji kwa njia ya umwagiliaji kutoka chini ya heka elfu mbili heka mia mbili za sasa hadi kufikia heka mia nane Aidha, mradi huu utainua hali ya uchumi kwa wakazi wa Kiria na maeneo ya jirani. Hali kadhalika mradi utachangia kuongezeka kwa upato, mapato ya halmashauri yatokanayo na mazao ya naano, mazawa, kilimo na taifa kwa ujumla. Mifugo kweli, hapa kumetengwa maeneo matatu: maeneo ya kilimo, mifugo na makazi. Maeneo mifugo ya mifugo yamewekwa mapalio kunywa maji rufu, sio kupita kwenye barabara hii. Lakini sasa ndio hivyo, siasa na kazi ndio zinazoingiliana. Kwa hiyo barabara hii hapa hivi ilivyo, mifugo imeshaanza kuipitia kabla hata mkandarasi hajakabidhi kazi. Kwa hiyo hii barabara huenda ikalete changamoto pia hata mkandarasi kabla ya kazi. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba tu kwamba nyinyi kamati ya siasa kuweza pia kutoa maelekezo yenu huko kwamba hii barabara ilindwe.